Kauli ya ya bodi ya pamba kuhusu vinyunyizi lakini pia na madawa aoyaauusuunaiinamadawaa e... Tunashukuru okay. sana ndugu Luneja, karibu sana. Mimi naitwa Onesmo Buswelu kwa Wilaya ya Tanganyika oh, tupo mbu. shambani. Asante sana, tunahitaji kujua vinyunyizi hizi pampu matabi ambazo mheshimiwa Rais ameshatoa kwa wakulima za kwetu zinafika lini Kesho kesho kutwa, ama kama hazifiki mapema, mimi na nawasha gari kuzifata. Twambie <tutu> tunaziagiza kesho, tutawaletea pampu mia tatu huko kwenu, mtatuletea pampu mia tatu. Mia tatu zinatokea wapi? zinatokea Mwanza, ofisi kuu hapa. Sasa Mwanza ziagize zi, kama zinaletwa na basi zipande leo, kama zinakuja na gari asini zitoke leo, tembee usiku asubuhi tuzipokee, watu wanataka wakafanye kazi mashambani. Tumepokea maelekezo, siku imeisha. Asante sana. Haya, bodi ya pamba, wapigeni makofi. Makofi kwa mheshimiwa Rais. Haya, fikiria tusingekuja leo hapa, nini kingekuwa kinaendelea? Ni uharibifu. Kwa hiyo sisi tunasema pamba ndipo kwenye kitovu cha moyo wa uchumi wetu wa kila kaya inayolima pamba lakini na kila kaya ambayo hailimi pamba sababu, so, matokeo ya kilimo hiki cha pamba yananufaisha na hata wasiolima pamba. Halmashauri yetu inapata ushuru na ushuru huu unarudi kwenu kufanya shughuli za maendeleo hapa Ngomalusambo. Leo mnajenga zahanati ya kijiji mapato yanayotokana na mapato ya ndani ya Halmashauri ambayo mheshimiwa Rais ameshaelekeza kwa hiyo, kwa kadiri mnavyolima pamba, mnavyolima na mazao mengine, ndivyo mnavyojirudishia pato lenu lifanye kazi za maendeleo kupitia utaratibu ambao serikali imeweka fedha hizi hizi, wanapokusanya zinarejea kwenye vikundi vya vijana kupitia asilimia kumi ya mapato ya ndani ya halmashauri, zinarejea kwa akinamama na kwa watu wenye ulemavu, ndio maana tunawahimiza wananchi wote kila mmoja wakati wa kilimo ashughulike na kilimo. Songeni mbele kwa matumaini, serikali yenu itaendelea kusimamia bei, na tutafanikiwa kila mmoja kutengeneza uchumi katika familia. Uchumi unakuwepo ukiwa umezalisha na una kitu cha kupeleka sokoni. Jambo jingine, Mheshimiwa Rais ameendelea kutoa ruzuku ya bima ya afya kwa kaya maskini. Ninafahamu kaya zetu uwezo wake haufanani. Kwenye vituo vyetu vyote vya kutolewa huduma za afya, ofisi ya mkurugenzi, wataalamu wa afya kwa kushirikiana na NHIF wanaendelea kuandikisha na kupokea kaya ambazo zinakwenda kunufaika na bima ya afya kwa wote bima ya afya kwa wote ni kwa wananchi wote. Ninyi wangu sana kaya moja inakuwa na watu sita. Tumetoa matangazo, lakini tunaendelea kuyasema haya kama sehemu ya kampeni ya kuwaelimisha wananchi wafahamu kwamba laki moja na nusu tu. Kama familia yako wewe ina watu zaidi ya sita, wataalamu wetu watakuelekeza namna ya, ku, ya kuwa na kaya nyingine ya watu sita. Unajua kuna mtu anaweza akawa na familia ya watu kumi na mbili na wote ni watoto wake kwa hiyo wataalamu wetu watakupeni ufafanuzi kwamba sasa kaya ya kwanza ni kaya ya pili ni hii lakini kaya inayohesabiwa kwenye bima ni kaya ya watu wangapi sita sasa wanasema mimi mbona niko, niko tu peke yangu sina mke tayari wewe ni kaya kiwango cha kuanzia kama ni kaya mtu mmoja ni mtu nani lakini isizidi watu wangapi sita wanaweza wakawa wawili wanaweza wakawa watatu, lakini kadi wanavyoongezeka basi utakuwa unaendelea kuboresha. Lakini hii laki moja na nusu inatumika kwa kipindi cha mwaka mmoja. Mwaka ukiisha, una una unahuisha tena kwa laki moja na nusu. Mheshimiwa Rais amekuja na mpango ambao wananchi wote wawe kwenye bima. Fikeni kwenye zahanati Igagala ama hapo makao makuu ya kata tenu na na, ikishakamilika mambo yote yanaisha wapi? Hapo, hapo ngoma na tunapamba tuimalize. Mwenyekiti ongoza, na mtendaji simamia, na watendaji wa kata simamieni, endeleni kufanya mikutano ya kuweka elimu na hamasa, watu wafahamu, na vituo vyetu vifanye kazi ya kuratibu kama ambavyo serikali imeelekeza. Wakati wa masomo, watoto wetu tunataka tuataaeshl na kila mzazi amhudumie mtoto kwa kupeleka chakula shuleni mchana anapokuwepo shuleni wanakula kule kule shuleni. Mama huko shambani haupati kuumiza kichwa, mtoto atakulaje mchana? Sawa, anakula kule kule shuleni. Wazazi timizeni hilo, lakini wale wote ambao wanatakiwa kwenda kidato cha kwanza, form one mwaka huu hatutegemei kuona wako mashambani ama wako machungani. Tunategemea kuona watu wako shuleni. Watendaji wa kata sakeni kila kaya kama kuna mtoto hajafika shuleni, piteni nyumba kwa nyumba chamno, mkuu wa wilaya. Na cha mwisho, naomba sana mkuu wa wilaya, kwa kweli ni kushukuru kwa ujio wako, kwa kweli unatutembelea mara kwa mara, nakuona kwenye miradi mingine ndani ya kijiji. Naomba uwe na moyo wa namna hii, kutupa nguvu, ili mradi tupate upeo wa kulima kwa system ya kisasa, achana kilimo cha zamani, tulikuwa tunamwaga tu mkulima tunamwaga mbegu, lakini lakini sasa hivi tunakilima ticha, tunasema ni kilimo ticha ambacho ni kizuri.